Mohamed Salah the Egyptian King anafanikiwa kuchukua ubingwa wake wa pili wa ligi kuu ya nchini Uingereza akiwa na klabu ya Liverpool tangu ajiunge na klabu hiyo mwaka 2017. Mo Salah sasa ametimiza miaka nane hadi sasa tangu alipojiunga na klabu hiyo akitokea AS Roma ya huko nchini Italy katika ligi kuu ya Syria A. Na siku kadhaa zilizopita klabu ya Liverpool ilithibitisha kumwongezea mkataba wa miaka miwili nyota huyo ambaye ana umri wa miaka 33. Mo Salah ataendelea kusalia klabuni hapo mpaka itakapofika mwaka 2017 ambapo atakuwa na umri wa miaka 35 huku akikamilisha muongo mmoja klabuni hapo. Mo Salah ameandika rekodi nyingi sana kubwa akiwa na klabu hiyo ya Liverpool. Mpaka sasa Salah ndiye mchezaji wa tatu baada ya Ian Rush na Roger Hunt aliyefungia Liverpool magoli mengi zaidi tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo wanasema third top scorer all time. Salah mpaka sasa ameifungia Liverpool magoli 244 na assist 111 katika michezo 361, huku Ian Rush akiwa ameifungia Liverpool magoli 346 na Roger Hunt akiifungia magoli 285. Mo Salah pia anashikilia nafasi ya tano katika wafungaji bora wa muda wote wa ligi kuu nchini Uingereza akiwa na jumla ya magoli 185 katika michezo 295 aliocheza mpaka sasa. Mo Salah ni mmoja wa wachezaji waliocheza Liverpool kwa mafanikio makubwa sana, akinyakua vikombe vikubwa saba ama seven major trophies ndani ya miaka nane aliyoitumikia Liverpool mpaka sasa. Salah amefanikiwa kuchukua Golden Boot ama kiatu cha mfungaji bora kwa mara tatu akiwa na Liverpool, na bila shaka mwishoni mwa msimu huu huenda ndiye atakayeondoka na kiatu chake cha nne kwa sababu mpaka sasa ndiye anayeongoza mbio za wafungaji bora katika EPL akiwa na jumla ya magoli 28 nyuma yake akiwepo Erling Haaland. Kumbuka imebaki michezo minne tu kumalizika kwa msimu wa ligi kuu nchini Uingereza msimu 2024 2025. Mo Salah amefanikiwa kuchukua UEFA Champions League msimu 2018 2019, lakini pia Premier League msimu 2019 2020 na msimu huu wa 2024 2025 amechukua UEFA Super Cup msimu wa 2019 2020, FIFA Club World Cup 2019 2020, League Cup 2021 2022 na FA F2 Cup 2021 2022. Numbers don't lie. Ama hakika namba hazidanganyi. Congratulations the Egyptian King Mo Salah. Kama unamkubali Salah, usipite video hii bila kudondosha comment yoyote hapo kwenye comment. Ulikuwa na mi Dennis Denominator Yapa ni yapani Super Trove, tafadhali endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.